So kuna ule msemo ambao unasema kwamba mgala mnyongeni ila haki yake mpeni. Mama Suluhu Hassan Samia jana aliweza kuingia pale bungeni, ambapo aliweza kuhutubia wabunge pamoja na taifa, ambapo alizungumza mambo matano ambayo yalikuwa ya msingi na muhimu sana, ambapo yaliweza kupokelewa kwa furaha, na kwa sababu siku nyingi tumekuwa tukimkashifu mama, na kwa sababu leo ameongea jambo ambalo ni la msingi, basi hatuna budi kumpa ile ambayo ni haki yake, kumpa zile sifa chache ama zile sifa ambazo anastahili. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti, haina fomula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii tuendelee kujifunza tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu, na sio za kuletewa kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka mitano mwaka huu ishirini ishirini na tano mpaka thelathini moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili kwa awamu ya sita, kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa, tunaongozwa na uwepo wa tume wa muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu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 So kuna mambo matano ambayo mama ameweza kuyazungumzia na kuyazingatia hapa ambapo tunataka kuyasema kwa pamoja, yote tuweze kuyadadavua kwa pamoja, ambapo ameweza kuzungumzia kuhusu demokrasia ya Tanzania, akaja akazungumzia kuhusu msamaha kwa wale wote ambao wamefungwa kwa makosa ya uhaini ndani ya Tanzania, ambao wanaaminika kwamba walikuwa moja kwa moja wakisababisha uh, ule ugomvi ama vita vilivyokuwa ndani ya Tanzania, maandamano yale ambapo namba ya tatu inaenda kwenye marekebisho ya katiba ndani ya siku mia moja za uongozi wake unaoendelea kuleta vyama vyengine pamoja, ili kuweka ile amboni amani na waandamanaji wengi waliofuata ushabiki na pia vilevile waweze kuachiliwa. Hasa nataka tuanze kuangalia kuhusiana na mpango mzima wa demokrasia, ni kipi ambacho mama alikizungumzia kuhusu demokrasia ama ni nini ambacho alikuwa anamaanisha kikweli kabisa? Nitakukumbusha ya kwamba yale maandamano yaliyoweza kufanyika tarehe ishirini na tisa pamoja na tarehe mbili zilizofuata baada ya tarehe ishirini na tisa ilikuwa ni kwamba a, Tanzania wanataka mageuzi na mageuzi haya ambayo Tanzania wanayataka ni demokrasia ambayo walikuwa wanaililia kila wakati, ambapo wengi walikuwa wanalalamika na kusema kwamba hawana ile ambayo ni demokrasia, yaani hawana nguvu ya wananchi ama nguvu ya wananchi haisababishi lolote ndani ya serikali oviche Watanzania

walikuwa wamenyimwa nafasi ya kutoa maoni, ambapo yeyote yule ambaye alikuwa angeweza kutoa maoni wakati ule, basi chake kilikuwa kikomotoni, anashikwa haraka sana. Ambapo Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, hapo jana ndani ya bunge alizungumza vizuri kabisa na kusema kwamba lazima washughulikie masuala ya demokrasia ndani ya Tanzania kwa sababu bado wanajifunza. Hicho ndio kitu ambacho alikizungumza, na mimi nikakubali na nikamsifia kwa sababu ame kofese ya kwamba Tanzania kwa sasa serikali bado inajifunza na iko kwenye njia ya kujifunza kuhusiana na mpango mzima wa kidemokrasia, na kama tunavyojua kwamba demokrasia ni nguvu ya wananchi ambao wanaweza kukosoa serikali wakati wowote na kukashifu serikali wakati wowote ili serikali ifanye kulingana au ifanye vitu vyake kulingana na matakwa ya wananchi, ambapo Raisi Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Tanzania wa muungano wa Tanzania, that is Tanganyika na Zanzibar, amesema kwamba hilo jambo litaweza kuangaliwa na lifanyiwe kazi haraka wepesi sana. Aha. La pili ambalo nimependa ni kuhusiana na msamaha kwa wafungwa, ambao tunajua kuna baadhi ya wafungwa ambao walikuwa wamewekwa gerezani kwa makosa ambayo siyo yao, ama makosa ambayo sio sahihi, ama makosa ambayo yaliwapata bila hao wenyewe kujijua, lakini kwa sababu jeshi la polisi liliwakamata na kuatia ndani, basi Mama Samia Suluhu Hassan amesema kwamba wale wenye makosa yao ambao yanaeleweka ambao hayana uzito wowote, basi waweze kuachiliwa haraka wepesi sana, ikizingatiwa uh, uh, juzi tulipata kuna habari ambayo ilitokelewa na jeshi la polisi, ambapo kunao watu takriban mia tatu na ambao wameweza kuwekwa ndani kwa minajili ama kwa sababu ya mpango mzima wa maandamano yaliyotokea ambapo kuna yule ambaye ni msanii ambaye anaitwa Nifa pia vile vile, ambao watu wengi walikuwa wamejua kwamba amekuwa ndani, so watu kama hao wataweza kuachiliwa haraka wepesi sana. Marekebisho ya katiba, katiba ilikuwa inazungumza vipengele ambavyo baadhi ya wa Watanzania walikuwa hawakubaliani navyo, na hapo ndipo ambapo Rais Maasamia amesema kwamba watavizingatia ndani ya siku moja ili waamue kugeuza katiba ambayo iko kwenye uongozi ama iko kwenye serikali ya Tanzania kwa sasa na hiyo ni ambacho watu wengi wamependa na kushangilia na kufurahia na kumsifia Mama Samia Suluhu Hassan kwa kile kitendo ambacho amezungumzia yale mambo ambayo wananchi wengi waliwafanya mpaka watoke nje kwa minajili ya maandamano kuleta vyama vingine pamoja, kwa sababu anajua wazi kabisa Mama Suluhu Hassan Samia ya kwamba ndani ya nchi ya Tanzania kuna mgawanyiko ambapo baadhi ya watu kutoka kwenye vyama tofauti tofauti vya kisiasa wanaanza kumkataa kwa minajili ya kusema kwamba huyu mama ni muuaji, ama huyu mama hatupendi, ama huyu mama anapenda watu wa Zanzibar peke yake, ama huyu mama serikali yake inaongozwa na mtoto wake peke yake. Hasa malengo ya mama Suluhu Hassan Samia ni kuleta vyama vyote vya upinzani ambao viko kule nje avilete kwa pamoja, waketi, wazungumze, ili mradi amani irudi kama kawaida nchini Tanzania. Waandamanaji wengi walifuata ushabiki. Ile ni kauli ambayo ilipigiwa makofi sana pale bungeni jana, ambapo Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, huyu alikuwa yasema kwamba wale vijana ambao wako ndani waachiliwe kwa sababu wengine siyo makosa yao na akanukuu um, akanukuu msemo ambao uliweza kusemwa na Yesu wakati huo uh, ambapo alikuwa anawaambia watu kwamba mwacheni hajui atendalo. Mwenyezi uh, no, uh, Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kwamba hawa wanaonifanyia haya mabaya ama hawa wanaonifanyia hichi kitendo Mwenyezi Mungu wasamehe, kwa sababu hawajui wakitendacho hasa. Hiyo ndona nukuu ambapo alitumia aliitumia Hassan Samia jana, ambapo alikuwa anasema kwamba wale wote ambao walimtukana pamoja na wale wote ambao walifanya vitendo ambavyo sio kupenda kwao, ni vitendo ambavyo walishurutishwa na watu wengine kutoka nje ya nchi na wengine ambao wako ndani ya nchi, basi wale ambao ni washurutishaji wenyewe kutokuweko kwa yale maandamano, akasema kwamba watu aina hiyo basi waweze kuwachiliwa kwa sababu walifanya makosa pasi wenyewe kujitambua ya kwamba wanafanya makosa. Kauli yako nataka uniwekee hapo chini kwenye comment section, sehemu ya maoni, uniambie. Je, unahisi aliyoongea mama Samia Sulu Hassan yatafanya yata, uh, baadhi ya Watanzania waweze kurudi nyuma na kumpenda kama kawaida ama kama awali, ama unahisi alichokiongea bado ha hakijafika matarajio ya mwananchi ambao alikuwa anataka aongelele. Najua wazi kabisa kuna watu ambao wanasema kwa nini hakuongelelea kuhusu maafa yote ambayo yalifanyika, maafa ambayo yalifanyika ndani ya Tanzania, Mama Suluhu Hassan Samia. Pia vile vile, sitakuwa mnafiki, ni lazima niseme kwamba pia aliongelelea jana bungeni, lakini aliongelelea kwa tofauti, ambapo alisema kwamba baadhi ya wale waliuliwa, waliuliwa hata wengine hawakuwa na makosa. Kwa sababu gani? Walijiingiza kwenye makundi ambayo ni makundi maovu, ndio maana mtego ule wapanya, ukashika alikuwa na asiyekuwemo na vile vile, akasisitiza kwamba uchunguzi utafanywa wa kina, ili ibainike watu wote ambao wameuliwa ndani ya Tanzania, ndio ili yeye aje tena kwenye jukwaa na, na aseme kwamba na mnamo tarehe fulani na fulani na fulani mwezi fulani na fulani, baada ya um, wananchi wa Tanzania wangapi, wananchi wa Kenya wangapi ambao waliweza kupoteza uhai wao kwa sababu ya upigaji kura ama kwa sababu ya kuchaguzi wa uh, kuchagua kiongozi wa nchi ya Tanzania. So maoni ni yako, nimekuekea kwenye comment section hapo, maoni yangu nayo yako natarajia, nione hapo, tusonge sote kwa pamoja. Nimerudia tena nikisema kwamba mgala mnyongeni, lakini haki yake mpeni, alichokifanya Mama Suluhu Hassan Samia leo bungeni mimi nitampongeza. Kwa sababu gani nitampongeza? Amezungumzia baadhi ya vipengele ambavyo Watanzania walikuwa wakilalamika sana na baadhi ya vipengele ambavyo vilifanya watu wengi kuenda bungeni au kuenda maandamano, na pia vilevile, pia ni vipengele ambavyo wanasiasa wa wanasiasa wa Chadema ambao ni wale wanasiasa ambao wako kwenye sehemu ya upinzani walikuwa wanavililia sana viweze kufanyiwa kazi, masuala kama ya demokrasia, ambao walikuwa wanasema kwamba mwananchi hapati nafasi ya kutoa maoni kwa serikali, mwananchi akizungumza anatekwa, mwananchi hapewi nafasi ya kuzungumza kipi ambacho serikali wamekosea, once akijaribu kukashifu serikali anatekwa, napoteza, wengine wanauliwa. So yote hiyo inaingiliana kwenye demokrasia, na akaja akazungumza masuala mazima uh, Yeah, kurekebisha ile katiba ambayo iko nchini pale, ambapo ndio kile kikubwa sana cha kina Tundu Lissu kulikuwa konacho, pamoja na kina Mange Kimambi vikule, hicho ndio kile kikubwa ambacho alikuwa anasema kwamba katiba lazima igeuzwe, ndio pale pale tutarudi pa no reform no election. Hasa watu wengine pia kwenye comment section mko naona hapo, akisema kwamba laiti mama angekuwa amesikia kilio cha wananchi wakati ule na akarekebisha, na akarekebisha hivi ambavyo alisema jana, basi mambo yote haya yaliyotokea juzi yasingetokea. Lakini jeuri yake mama ndo ilifanya mpaka akapuuzia haya yote, na vile basi, anajenga ufa baada ya kujenga ukuta. So it is for